Tunaendelea na mjadala. Tumeweza kufuatilia ule mpango wa nyota ambao leo hii ilikuwa ni wakazi uh, wa kutoka zile kaunti za Tana River, Lamu na wengineo wakiwa katika kaunti ya Kilifi hususan eneo la Malindi. Uh, tumeona jinsi ambavyo rais kwa anazungumza na baadhi ambao tayari washafaidika na mpango ule wa nyota. Ana, nashukuru sana kwa viongozi wangu wamekuwa na subra, wamefuatilia, na tutarudi kuweza kuendelea na mada japo watakuwa hawajapata muda mwingi wa kuyachanganua masuala mengine, lakini ziko siku ro zikiwa hai tawali tena, kwa muda uh, kutoka upande wangu kule, ni John Kinywa, seneta wala uh, karibu yake, ni mkurugenzi wa za miemko kwamba tunasema kwamba nyinyi ni wanachama wa UDA e, katika stakabadhi, lakini sasa hivi mnaimba wimbo wa DCP mkisema kwamba kuna maswala ambayo mlikuwa mnaamini yafanyike lakini hayajafanyika. Na Mbugu amewauliza je, mna mifano wa maswala japo mawili matatu. Msiseme tu kwamba tumeondoka, manake tuliamini atafanya hiki lakini akufanya. Ni kitu gani ambacho hakijafanyika ambacho kimekufanya wewe uko ndani ya UDA lakini unaimba wimbo wa DCP? Na Mrashidi, uh, ni vizuri pia tuweke mambo bayana na tuseme kwamba uh, si kwamba tunaimba wimbo wa DCP. Kile tunachofanya ni kukosoa uh, serikali ya William Ruto, na sidhani kama umesikia yeyote kati yetu wale ambao uh, tunafuata uh, itikadi ya Rigathi Gachagua tukisema tuna shida sana na UDA. Shida yetu ni kiongozi wa chama cha UDA ambaye ni rais wa Kenya William Samoei Ruto. Na ni kweli Mbugua hapa ameuliza ni mambo gani ambayo hayajafanywa yale yaliyokuwa katika manifesto ya chama cha UDA na akaendelea kuorodhesha miradi ambayo imetekelezwa na serikali ya William Ruto. Lakini miradi yaliyotaja hapo ikiwa ni pamoja na, nye, na ujenzi wa nyumba za bei ya chini uh, mambo kama mabadiliko katika uh, uh, afya yani, tukatoa NHIF tukaleta SHA na kadhalika, ni miradi ambayo imezua maswali mengi kuliko majibu, na hayo ni mambo ambayo hatuwezi kumalizia kuongea hapa hii leo. Lakini sana sana kinachotufanya tukosoe la Rais William Ruto hata si yale ambayo uh, yalikuwa katika manifesto. Na ningetaka kama tukiwa na, tukiwa na wakati mm. Labda Mbugu atuambie kama anataka sana tufuate manifesto, atuambie ni wapi katika manifesto ile Uh, ya UDA tulipokuwa tunamuunga rais Ruto mkono wakati wa uchaguzi, ni wapi katika manifesto tulisema kwamba vijana wakitofautiana nasi tuta uh, wateka nyara tutawaua? Ni wapi katika manifesto ile tulisema kwamba, uh, tutakuwa tukishambulia watoto na kinamama kanisani ikiwa Rigathi Gachagua atakuwa amehudhuria kanisa? Labda tuambie. Aa, aa, na kwa sababu anasema sisi tunataka tunapenda hatuna sababu ya kukosoa ee. Na lakini bwana Nyunyutu mm. Hayo ambayo anayazungumza Mbugu amesema ni ya juzi na jana, anasema e, kitambo tayari mlibadilisha mitazamo kwa sababu ya a, labda nasema uongozi wa kiongozi wa chama, anasema turudi wakati ule ambao mlitoka mm. Useme kwa sababu hii mmesema kwamba kuna masuala mliyazungumzia, anasema tuzungumzie, tuseme hili, alisema kufanya je. Mna orodha ya masuala ambayo maanake amesema ya yake ambayo rais ameyafanya? Mna orodha ama hamna? Maongea tu nam Rashidi, nimekuambia ni vile tuna upungufu wa wakati mm -hmm. kwa sababu unajua tulipokuwa tunazunguka na kuuza mm. hili swala la ujenzi wa nyumba za bei ya chini kama unakumbuka vizuri, rais mwenyewe alikuwa akisema kwamba wananchi watakuwa wakikatwa ama wakichangia ujenzi wa nyumba hizi, lakini si kwamba watatozwa ushuru. Na kwa Kiingereza, rais alikuwa anazungumza kuhusu housing fund, lakini baadaye aimegeuza na kuifanya housing levy. Na ukikumbuka alikuwa anasema kwamba ukifanya mchango hata kwa miaka kama mitano, halafu ujisikie kwamba wewe hutaki nyumba, kwamba unaweza ukarejeshewa hela ulizokuwa umechanga ume, ume, ume, ume e. Kwa sababu wakati wale alikuwa anazungumzia housing fund, baadaye imekuwa housing levy. Na kwa sababu ya watazamaji wetu waelewe, levy ni ushuru, na huwezi kurejeshewa ushuru. Kwa hivyo kuna maswali mengi kuhusu hizi nyumba. Kumbuka nyumba hizi zimejengwa katika ardhi ya umma, kumbuka kwamba nyumba hizi zinauzwa, na hakuna anayeweza kukueleza je, mapato yanayopatikana katika kuuza nyumba hizi yanatumika vipi katika kujenga nyumba zingine. Maanake kama uh, tunge, tul, tulivyoelewa sisi ama inavyofaa kuwa ni kwamba, basi ukiuza kama ulikuwa unatoza watu ushuru ili kuweza kujenga ile nani ile tuseme initial capital basi, ukiuza utumie zile hela ambazo umepata baada ya kuuza ujenge nyumba zingine, uache kutoza wananchi ushuru. Kwa hivyo ndio sababu nasema kwamba tukifuatilia haya mambo yote, tutatumia muda mrefu sana. mm -hmm. Lakini nimekuambia mambo ambayo yamefanya tutofautiane, yani na rais, maanake si UDA tuliyotofautiana yani, nayo sana ni rais nikazua maswala hapa, nikasema kwamba sisi hatukufikiria tunaingia katika serikali ambapo sasa tukipata vijana wakipata uh, maoni tofauti na sisi wakitofautiana na sisi kwamba tutawateka nyara, tutawaua kwamba tutakuwa tukishambulia watu kanisani kwamba tutaanza kufukuza pia wale ambao tuliunda serikali nao. Haya ndiyo maswala kati ya mengine mengi sana ambayo yamefanya amefanya tu tofautiani. Mbugu amesema kwamba nitajaribu kuharakisha kwa kwa, amesema kwamba kiongozi wetu Rigathi Gachagua ati anahubiri umoja wa sehemu moja tu <laughs> Rashid, ni vizuri ijulikane e, kwamba kabla hujaenda msikitini ama kanisani tunatoka kwa familia. Hauwezi kuwa na muungano kanisani ama kijijini kama nyumba zenyewe hazijaungana. Kwa hivyo, lazima kila kiongozi aunganishe nyumba yake, halafu nyumba zote zija pamoja, tupate muungano wa kitaifa. Na kwa hivyo hilo linaeleza vizuri uh, mambo yale ambayo watu wanaelewa lakini hawataki kukubali kwamba ni ya ukweli. Uh, imesemekana hapa kwamba ati sisi hatutaki maendeleo yakienda katika nchi zingine ni sehemu zingine za Kenya, kwamba ni wapi? Ni lini ulisikia yeyote wa DCP ama anayefuata itikadi za Rigathi Gachagua akisema kwamba wananchi wengine wasipatiwe maendeleo? Wapi? Lini? na kwa sababu kidogo tu nimalizie tafadhali, a, a, a, a, mambo hayo yasijui ya kuna maendeleo Nyanza na kadhalika yame hii ni mambo ambayo Sifuna amelalamika akasema, hawa mawaziri kutoka Nyanza ndio wanaenda wakisema miradi hii mradi huu huo na ule na ule. Sasa Sifuna siku moja akauliza sisi Waluya yetu maendeleo yako wapi? Na sijui kwa nini utaki nizungumzie Nyota, lakini naelewa wenzangu pia wanafaa wazungumze, na tutakuja hapo, sio nafasi. Tutakuja kuzungumza baada ya muda usio mrefu. Na kuna swala hapa, Philip Etale, ambalo nakuja katika swala la kisiasa ambalo Eh, ameweza kulizungumza ambugwa na hapa nimemuona Joe Nyutu anajaribu kuweza kulifanua kwamba ana hofu ya kwamba wakati mwingine tunapokuwa tunazungumza na wafuasi wetu tunawajengia hisia ima za kumpenda mtu bila sababu za kimsingi, no, ama tunawajengia hisia ima za kumchukia mtu bila sababu za kimsingi, na akasema labda kimtazamo wake ni kwamba aoni kama kuna mtu anaweza oanisha ama akaorodhesha masuala ambayo anasema kwamba haya ndiyo sababu. E, naamini na, na, kwamba hili ni swala ambalo pia vilevile vile, lipo katika chama kile cha uh, hii inaweka wapi? Uh, viongozi wetu wajua. Uh, katika muktadha wa siasa za Kenya tangia miaka ya hapo nyumaye kabla tuzaliwe tukazaliwa, tumepata siasa za Kenya zikiwa zile zile tu siasa uh, za maeneo kimaeneo hivi na siasa za kuweza ku, kuwapa Wakenya Uh, ile kwa kimombo kwa tunasema hope. Mm -hmm. Utapata wanasiasa wengi kwa sasa wanatumia jamii zao kama vyenzo vya kuweza kujipropel kuji, ku, kuji katika mambo ya siasa. Mm -hmm. Na siasa kama hizo, mara kwa mara, zinamuumiza mwananchi wa kawaida, kwa sababu mwananchi wa kawaida anapaswa aelezwe kwa kinagaubaga, ni vipi ambavyo mimi pale chini nitaweza kujikwamua kutoka mahali nipo nifike mahali kwingine katika hatua nyingine ya kimaendeleo au kimaisha. mm -hmm. Lakini unapata wanasiasa wanataka kwenda pale kijijini kuzungumza yale mambo ya zamani. Mfano, mahali ninapotoka kule magharibi mwa Kenya, tumekuwa tukiambiwa barabara zitatengezwa, wazazi wetu, wazazi wangu wamekuwepo, wakafariki, barabara ziko pale pale, na bado tunapatia ile hope, hope. So unapata kwamba wanasiasa wakija, watatuambia tena wakati uchaguzi unakuja, hii barabara nitaijenga mimi. Nikifika pale, nitaijenga. Akishafika pale, anasema, ah, barabara hii sio upande wangu, hii ni ya serikali kuu, hii ni ya serikali ya kaunti, hii ni ya MCA, mambo kama hayo siasa kama hizo zinamfanya mwananchi wa kawaida anakuwa na ule, uh, ule moyo kwamba sasa sisi tunatumiwa tu kuwapatia watu, watu uongozi, wafika mahali sisi tunawachwa kile ambacho nitasema ni hiki, siasa za Kenya zinapaswa zibadilike. Ukienda katika mataifa ya ughaibuni tuseme, Uingereza ambapo nimefika, mm -hmm. kuna vyama kule Uingereza, kuna chama cha the Labour Party, Conservative Party ambayo ni the Tories, alafu kuna the Liberal Party, kuna UKIP na na vyama vingine kama uh, the Scottish International, eh? Na, the Scottish National Party vyama kama hivi vina maadili na vina policies ambazo vinazingatia. Ukiwa katika chama unajua kwamba mimi niko hapa ama liberal democrat na liberalism, ndio maana nimevaa hii mm. Because chama cha ODM is a member of the liberal international mm -hmm. kwamba lazima kuwe na ugavi sawa wa rasilimali katika kila sehemu za nchi, na kwamba kila mwananchi is equal mm -hmm. to the other regardless of where they come from kwamba Msamburu akiwa pale katika Samburu County anajua kwamba I'm also as important as someone from Kakamega, Nyeri or Nakuru County. Hivi ndivyo tunapaswa kufanya katika siasa za Kenya, lakini siasa ya migawanyiko inaletwa na wanasiasa. Wanasiasa ndio wanatuletea migawanyiko, unapata kwamba huyu anasukuma ajenda yake. Mimi nikifika pale, mimi nimechoshwa na yule kwa sababu ya hivi na hivi. Lakini atuambie nitafanya vipi nikipata ile nafasi? Ukiuliza, Koso kwa sababu uko so, na, na na labda kukatiza na wakati mwingine labda pia unalozungumza no, eh, ni kwamba mwanasiasa ataridhika wakati uh, maslahi yake yamepewa kipaumbele. Yo ya kipa maslahi ya watu ambao wale walimpigia kura. Ukweli. Si, na ndivyo maslahi yake kinadivyo sivyo anafuata wananchi na na ndivyo siasa za Kenya zilivyo. Unajua jana kuna yule a member of the house of um, lords kule kule Uingereza ameweza kujiuzulu kutokana na kashfa fulani ambayo alihusika nayo wakati fulani, kwa sababu ameona kwamba inaelekea mahakamani, akasema mimi my tenure in this house is uh, is not tenable anymore. Kwa hivyo wacha mimi nijiondoe pale, wacha niende nishughulike na hii kesi yangu, nikikuwa cleared nitarejea tena, niwaulize wananchi waniregeshe katika House of Lords. Hivyo ndivyo siasa ipo, siasa ya maadili, lakini Kenya hamuna vitu kama hivyo. Nitarejelea swala lingine, tumezungumza mambo. Mimi niko katika chama cha ODM, nimekuwa pale miaka na mikaka, kwa sababu mimi tangu nikiwa mdogo nimejua chama cha ODM wakati ambapo mheshimiwa Raila Odinga alituacha mwaka uliopita, kwa bahati mbaya tuli, tulipatwa na mshtuko, ulikuwa msiba mkubwa wa kitaifa, lakini katika chama chama lazima kiendelee, kwa sababu mheshimiwa seneta ameniambia hapa hapa Kenya politics about personality, kwamba huyu akiwa party leader, akiondoka chama hakitakuwepo. La hasha wakati ambapo sheria hii ya vyama ilivyobuniwa ilikuwa ni kuunda vyama ambavyo vitakuwepo as institutions za kuendelea kule mbele, sio kuhusu mtu fulani au jamii fulani. Ukienda mataifa ya nje, chama cha uh, the Grand Old Party kile cha Marekani, hiki ambacho kinaitwa Republican kilianzishwa na watu watatu. Abraham Lincoln nakuwa mmoja wao, walifariki walipofariki hao waasisi wa, wa chama hicho, chama kimeendelea progressively. Sasa hivi party leader kiongozi wao ni Donald Trump, atakapoondoka mwingine atakuja. Ukienda kule Uingereza, chama cha, uh, cha the Labour Party, wakati ambapo kimechukua mamlaka sahizi, uh, the current prime minister ndiye party leader, atakapoondoka mwingine atachukua. Hivyo ndivyo vyama vinapaswa vikue, sio kwamba chama uh, kiongozi akishaondoka chama kinaanza kuyumba yumba, na akaniuliza seneta, chama kitasimama? Chama cha ODM kitasimama? Sasa hivi ni kama unaona mti mkuu ambapo umekatwa, umeanguka, ndege wanaanza kuyumbayumba kule hewani. Lakini siku moja ndege hawa watakuja pamoja, watasema Nyumbani, nyumbani, hi, na na ta, yumba yumba mungina, uko nyumbani nyumba yetu ni hii na tutaketi pamoja, nahatari kwamba wanapokuwa na yumba yumba mwingine anaweza windwa huko juu angani akashindwa kurudi mtini naye akachukua mali fulani. Kuna mwingine anaweza kwenda kutua katika mti mwingine. Personal y conscious and your belief katika chama itafanya usalie pale ambapo upo. Kama mimi sitayumba kama ndege yule ambaye anataka kuwindwa ku, ku, pale hewani, nitasimama pale na nikuwe imara, niseme kwamba chama hiki cha, cha ODM tumeanza kutoka mbali Naam. Na tumefika hapa na lazima tukifikishe mahali, na bila shaka ameweza kueleza sana ile falsafa ya mti mkubwa ukigwa na ndege yumba yumba, na ni kweli katika siasa kinachonyuto anaweza kuzungumza. Maana yake ujue ndege wanaporuka inategemea kurudi ni mtiani, mwingine atawindwa katikati, mwingine atatua mti mwingine, na wengine pia wakishajua mti ule Umeanguka nao ni mali pengine pa kuweza kutegemea, ni swala ambalo ametoa hakikisho. Anasema ana imani kwamba anayoendelea ndani ya chama cha ODM ni masuala ya muda tu, lakini mwisho atakuja kwa pamoja. Na tuje kwako, uh, ndugu yangu Kinywa. Maana yake nafikiri tumeweza kuzungumza kwamba labda imefika wakati eh, wanasiasa alivozungumza kwamba ndio tunaleta hizi hisia kama anavyosema. Maana yake siasa zetu ni kwamba nikipata mimi nitulie, akipata mwingine nilie kwa hiyo ukilia, unatumia sababu za kijamii, za kikabila, za kidini ili uamshe hisia, lakini uzungumzi ule ukweli uliopo. Je, ni wakati wanasiasa wabadilike? Kinyua, uh, ukweli wa mambo ni ya kwamba sidhani kuna ule msisimuko wa hisia kwa sababu wewe unataka kujinufaisha kibinafsi, kwa sababu uh, mimi katika seneti mheshimiwa Jonyoto na wale wengine tulikuwa tunashikilia mamlaka katika seneti. Kama ni kutaka tungetaka kuendelea, kama ni sisi binafsi tungeendelea kushikilia zile nyadhifa, kama ni kujipenda sisi wenyewe. Lakini tumechaguliwa na wananchi, na wale wananchi wametuchagua, wametuchagua na wakatupa majukumu yale ambayo sisi tunapaswa kuzingatia. Mimi nilipochaguliwa ndiyo nilichaguliwa kwa chama cha UDA na tukasema yale mambo ambayo tungetaka yatekelezwe. Jambo la kwanza tulipokuwa tukibuni serikali, serikali yoyote katika duniani ni kulinda mali na maisha ya wananchi. Mambo yalipoanza kwenda Segemnege, mimi nikaona si vizuri, kwa sababu unaona juzi kijana anatolewa kwa nyumbani ambaye anaitwa Ojwang analetwa moja kwa moja mpaka hapa seli Central Police Station, hatimaye anauawa. Vile vile pale kwetu Laikipia, msichana anaitwa Wanjiru anapelekwa police station, babake ni chief, ndiyo anapelekwa police station, tunapata ameuawa pale. Unajaribu kufuatilia, hakuna jambo lolote ambao Wakenya wanaelezewa, na maisha na mali ya wananchi yanapaswa kulindwa na serikali ambayo umeibuni. Vilevile vile, jambo lingine ambalo limekuwa likisumbua sana sisi, tulisema kama tulipokuwa tukichukua hii serikali, tulisema ya kwamba mambo ya afya, vile ambavyo Mbogo alisema mambo ya afya tutaiweka mbele. Hospitali kuu ya Jamhuri ya Kenya ambayo ni ya kitaifa, hospitali ya Kenyatta unapaswa sasa, si hata si ukosefu wa dawa peke yake, hata chakula wa wagonjwa. Wengi wanakufa hospitalini, si ukosefu wa dawa sasa hata ukosefu wa chakula. Na unajua, Rashid, kila wakati daktari anapokuandikia dawa na kuambia usimeze dawa hizi kabla haujala, hospitali yenyewe haina chakula, sijui yule anatakiwa aende wapi. Jambo lingine tena ambalo linasumbua, naam, tulisema kwamba tutawaweka watu pesa mfukoni. Wakati wanafunzi wanarudi katika shule, unapata wazazi wote wanalia mimi nikitembea unasikia nakwambia, hatuna karo hatuna hata vile ambavyo tunaweza kununulia hawa watoto sare. Rais mwenyewe anasimama anasema ya kwamba watoto warudi shule bila kujalisha kama uko na sare. Unafikiria, ni mtu angependa kupeleka mtoto wake shuleni bila sare? ni kwa sababu amekosa zile hela ambazo tulisema tutaweka mfukoni. Na katika hilo swala, maanake umelizungumzia mapema, na nimefurahi kwamba umeweza kulirudia tena, kwa mpango kama ule ambao tumeweza kuuona ukiendelea hapa nchini Kenya, tumetoka tukaona sasa hivi Malindi ambao umeona rais akiwa ametembea na baadhi ya viongozi, si ni moja wapo ya jiwe ambalo linapiga pale pale pa pesa mfukoni? Uh, zile pela ambazo tusema tunaweka watu mfukoni ni zile ambazo serikali itawapatia wananchi. Kwanza kabisa hatukuwa katika katika ile katika, uh, sera zetu ama, hmm, vile ambavyo tulikuwa tumesema, si hizi pesa za World Bank, lakini ni nzuri yote tisa ni nzuri kwa sababu zinaenda kwa watu mfukoni, lakini mimi sioni haja yoyote kwa rais mwenyewe kuchukua ndege zake zote kuchukua mawaziri. Nakwambia, ukiangalia katika bajeti yetu hela ambazo zitakazotumika siku ya leo ni pesa nyingi kushinda zile ambazo zi, uh, ni pesa ambazo ambazo zi, ambazo zingesaidia wananchi vijana wengi kushinda zile ambazo zimepanda siku ya leo. Mimi sioni haja. Wewe unakumbuka tulikuwa na mzee Kibaki, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi wazee waliposemekana wanapewa pesa, waliambiwa ya kwamba hizi hela watawekewa katika akaunti zao, zinajulikana. Hakuna mtu wa Kenya ajulikani, unawekewa katika akaunti yako kama ni kufunzwa siku ya leo rais hakuenda kuwafunza wale watu. Kama wamekusanywa mahali pamoja kufunzwa, hilo lingekuwa jambo tofauti. Leo waliletwa hapa kuwekewa pesa na hakuwapanga tikuwapatia zile hela zimekani zimekuja. Jambo hilo lingefanywa bila ya kuwakusanya watu pamoja kwa, kwa sababu inawekwa moja kwa moja kwa katika simu zao za rununu, hamna haja yote kukusanya watu. Watu wangepewa hizo hela, hatukatai na ni vizuri watu kupewa hela, lakini zingeongezeka hata zaidi bila ya kuwapatia shilingi elfu ishirini na kwa hiyo mpango ni mzuri, lakini utaratibu unaotumiwa unapoteza mbugu. Aliuliza swali ndugu, okay, eh, aliuliza akasema ya kwamba ati kiongozi wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua ati anaunganisha sehemu moja ya Kenya, sivyo? Nikuulize wewe, Malala ametoka upande gani wa mlima Kenya? ni kuulize mheshimiwa Seki ametoka upande gani wa mlima Kenya. Hao anaunganisha viongozi wa Jamhuri ya Kenya wote kutoka magharibi. Ukitoka hapo unaenda unapata mtu anaitwa Matiang'i. Unapata mtu anaitwa Onyonka. Onyonka ametoka Kiambua Mamiru. Kwa hivyo ni vizuri wakati unasema maneno unasema kwa nilimwona Rais wa Jamhuri ya Kenya na utakumbuka vizuri, ikumbukwe wakati kulikuwa na uchaguzi Baringo, Rais wa Kenya alienda akamuona mtu anaitwa Senator Gideon Moi. Wakakaa chini, wakakubaliana wao usisimame Rais wa Kenya akienda akutane na mtu wa jamii yake waongee, hiyo ni kuunganisha wa Kenya. Lakini Rigathi Gachagua akienda wa wakutane na Rinturi wale ni wa kabila, jamani. Wakenya ni werevu tutaweza tukaona na tusikizwe vizuri, kwa sababu tunasema maneno ambayo ya ina, mbayo Wakenya wanapaswa kuwa wakiambiwa, kwa sababu wanapitia katika uchungu mwingi. Mbogwa hapa anaweza kosa kuona, kwa sababu hajachaguliwa yeye, akitoka hapa moja kwa moja tena kwake nyumbani. Mimi najua nyotu simu zile ambazo tunapigiwa, watu wamefukuzwa shule, mpaka ukamsikia kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa ambaye anaitwa Kimani Ichung'wah sikubaliani naye wakati mwingi lakini kwa hii nilikubaliana naye. Alisema waziri wengine kama waziri wa elimu pamoja na katibu mkuu hawaelewi, hawaoni, hawajui nini kinatendeka katika Jamhuri ya Kenya, kwa sababu hawaoni zile shida watu wanaopitia. Huyo ni kiongozi walio wengi, na amekwambia tu kuhusu huyo mtu mmoja. Kwa, kwa hivyo, na rais mwenyewe alisema hata waziri niko nao hawaelewi nini yafanyika katika wizara zao. Hiyo inakwambia nini? Samaki kuanza kuoza kutoka kwa kichwa, bila shaka. John Kinywa, seneta wa Laikipia, anazungumza kabisa kufanua taratibu. Anasema kwamba si kwamba wanachuki, lakini ilivyo, kwa hali ilivyo kwa kwa wanabudi uh, kuweza kuzungumzia sera tofauti wakati sera walizoziamini zina shida. Na amemwambia hapa, ndugu yangu Higins Bugwa, wewe labda unazungumza tu kwa sababu hujui, lakini sisi ambao tumevaa kiatu ndo tunajua ni wapi kinapotufinya. Samaki ozea kichwani. Je, yes, samaki huyu kwa lugha yake aliyoitumia tafsida anamzungumzia samaki gani? Mengi baada ya mdo usiokua mrefu.